Karibu sana kwenye ujasiriamali mali, msikilizaji. Kumbuka kwamba chaneli hii ni maalum kwa ajili ya kukuletea mafunzo ya kupata ujuzi wa kutengeneza bidhaa mbalimbali za kijasiriamali ukiwa nyumbani kwako, au unaweza ukaanzisha kiwanda kidogo ukiwa nyumbani kwako pale. mimi naitwa Mwalimu Almasi kutoka Lodness Enterprises lakini pia nimeweza kuandalia kitabu kinaitwa Ujasiriamali ni Ajira, ambacho ndani yake nimekuandikia sabuni za miche aina zote, sabuni za magadi, sabuni za vipande, sabuni za kogea na bidhaa zingine nyingi. Karibu sana, hii hapa ni Lodness Enterprises, lakini pia tuna madarasa ya WhatsApp. Unaweza kunitext kupitia hizo namba ambazo zinaonekana, 0783500971 kwa ajili utaratibu wa kupata nakala ya kitabu pamoja na kukupatia utaratibu wa kupata darasa lako. Mskilizaji, katika video iliyopita nakumbuka kwamba nilionyesha a, namna ambavyo unaweza ukakoroga hii sabuni kutoka kwenye yale majaba au yale matenki ambayo tulikorogea. Baada ya kuikoroga sabuni yako, basi utaipeleka jikoni, utaipasha kwa muda fulani. Baada ya hapo, utairudisha, utaadi perfume, sodium silicate, utaadi man, manukato pia. Na baada ya hapo, utaimimina katika mold ambayo tumeandaa sasa. Baada ya masaa 24 utaitoa kwenye mold ile sabuni yako na utaileta katika meza yako ya kukata sabuni a vizuri kabisa na meza hii unaweza ukaitengeneza kwa wale ambao madarasani, pia tulikuwa tunawaelekeza namna ambavyo unaweza ukatengeneza meza yako kama hii hapa, vipimo mwanzo mpaka mwisho, ili kwamba tukiwa tunatengeneza bidhaa zetu zitoke vizuri. Na unaweza ukaangalia vizuri hii miche ambayo inakatwa hapa, imenyoka kama vile imetengenezwa kwa mfumo wa joto, yani kwa wale ambao wanatumia mashine za moto au za hot process. Miche yao huwa imenyooka. Sasa baada ya kukata miche yako, msikilizaji, hatua nyingine au zozi lingine ambalo linafuata ni upigaji muhuri au kuweka nembo ya yule mtu ambaye ni mzalishaji. Kwayo sabuni zetu tunaita Almasi Smart, tunapiga muhuri. Baada ya kupiga upande mmoja, tunageuza kwa sababu hapa tunatengeneza manual, hatuna mashine wala mtambo wowote. Kwa baada ya kupiga muhuri upande mmoja, tunageuza ili tuweze kupiga muhuri upande wa pili. Otulageuza, yes, tunaendelea, tunapiga vizuri kabisa. Akisha kwamba muhuri wako unapokuwa unatengeneza tengeneza muhuri ambao ya uh, una, una saizi ya miche yako, sio kwamba unapiga muhuri alafu unapelea au muhuri unazidi, uh, ile miche yako. Kwa kuzingatia sana hilo msikizaji. Kwa baada ya kuipiga muhuri, uh, miche yako itakuwa uh, imekaa katika sura hii hapa, unaipanga hapo sasa kwa sababu lengo letu kubwa sio kutoa miche, lengo letu kubwa ni kutoa vipande. Kwa hiyo tunaelekea kwenye kukata tena vipande, tunarudi kwenye mashine yetu kule, tuna seti saizi ya kukata vipande, halafu tunaanza, uh, kukata kama kawaida. Kwa msikilizaji, ninakukaribisha na kukualika sana katika madarasa yetu, uh, ya WhatsApp, ikiwa unapenda kujifunza ujasiriamali, tambua kwamba hapa ni sehemu sahihi unajifunza ujuzi wa kutengeneza bidhaa mbalimbali, na hizi siku ya leo tuko katika utengenezaji wa sabuni za vipande, na katika video inayofuata nitaonyesha namna ambavyo unaweza ukapaki bidhaa zako katika mfuto mzuri na kuweza kupeleka katika masoko, namna ambavyo unaweza ukazungumza na, na wateja wa wako, na vitu vingine ambavyo vinahusiana na ujuzi wa ujasiriamali. Unaweza ukajipatia kitabu chako cha ujasiriamali ni ajira lakini pia unaweza ukajipatia madarasa yetu moja kwa moja kocha kufanya utanitext WhatsApp kupitia hizo namba ambazo zinaonekana zeni, nitakupa taratibu mwanzo mpaka mwisho. Kwa hiyo tunaenda katika zoezi la kukata vipande, kwa tunachukua ile miche, ile miche tayari tushaipiga muhuri na yote ina muhuri. Kwa hiyo tunaendelea katika kukata vile vipande vyetu na uzuri mmoja ni kwamba sabuni ukikata vipande inakuwa ina mwonekano mzuri zaidi uh, kama inavyoonekana katika video ya siku ya leo. Mfano uh, unaweza kutumia hii njia kukusaidia wewe sokoni. Mfano ukaona kwamba sabuni zangu za miche uh, hazitembei sana, lakini pale unapoamua kukata vipande vipande, ukauza kwa bei fulani ambayo kwako wewe utaona inalipa, ukafanya mchanganuo wa bei uh, total cost ambazo wamezitumia katika production ukiangalia kwamba ukiuza kwa, kwa bei hii, basi itakulipa. Ukatumia njia hii ya kukata vipande, ili kwamba uweze kupata faida nzuri zaidi. Karibu zaidi kwa ajili ya kujifunza, kwa wale ambao wanatamani kufika mahali. Pia ukinitext WhatsApp basi nitakupa utaratibu wa kupata nakala ya kitabu, lakini pia nitakupa uh, utaratibu wa namna ambavyo unaweza ukajifunza uh, kupitia madarasa yetu ya WhatsApp. Kwa nichukua nafasi hii kukushukuru wewe ume ambaye umeambatana nasi mwanzo mpaka um, mwisho wa video hii. Asante sana.